gazi hoye! Kwa majina yangu naitwa Fagasoni Aloni Nkingwa Masasi. Mimi ndiye niliyeaminiwa na chama changu cha Mapinduzi kwa ajili ya kuja kuwakilisha kuwa mbunge wa jimbo hili la Mbogwe kupitia vikao vyote kuanzia vikao vya wilaya, vikao vya mkoa, halmashauri kuu ya CCM taifa pamoja na kamati kuu, iliniamini kwamba Fagasoni Masasi anao uwezo wa kwenda kuwasaidia wanambogwe. Mbogwe hoye! Mbogwe, Ikunguigazi hoye! Daktari Samia Suluhu Hassani oye! Daktari Johni Nchimbi oye na mwenyekiti wetu wa mkoa mzee Kasendamela oe, mwenyekiti wetu wa wilaya mzee Nyololo oe, mwenezi wetu wa wilaya Agustino Kabelela oe, oe, na diwani wetu Kapolu oe, oe. kwa hiyo ndugu zangu, wanaikungui gazi, nafahamu na nipenda sana hilo, sina mashaka namna tunavyopendana kwa sababu awazenganwa yake Hey, nunene turite, turichene tu. Kwa hiyo ndugu zangu wana Ikunguigazi, nafahamu natamani sana mimi kama Fagason Masasi mnaye nijua kwa muda mrefu niwatumikie wana Mbogwe, si ndio jamani? Lakini nafahamu mnazo changamoto nyingi ambazo mnahitaji mnitume mimi kama mbunge wenu niende kuzisemea bungeni, niende kumwomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kero zenu nazifahamu, kwa sababu mimi naifahamu Mbogwe, naifahamu Ikunguigazi, kwa sababu Lulembela na Ikunguigazi ni, ni, ni, ni majirani, si ndio? Kwa hiyo yote ambayo mnahitaji kuyafanya, mnahitaji niwafanyie, nayafahamu. Tunazo changamoto za mabarabara, tunazo changamoto za zahanati, tunazo changamoto za afya, tunayo changamoto ya shule, tunazo changamoto za maji. Kwa hiyo mimi yote hayo nayafahamu lakini nataka niwadokeze jambo moja jema kabisa kwenu. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi 2530 imejikita kuwasaidia Watanzania karibu asilimia tisini na tisa. Tujipigie makofi. Nitaanza na upande wa mabarabara. Upande wa mabarabara tunazo kilometa mia moja na mbili ambazo zitatoka zitatoka Masumbwe, kilometa mia moja na mbili lani yiyiniyo tunaitoa Masumbwe inakuja lule mbela inaenda, inaenda pale ahitaraja lisa hamwisho ao hayikonga ukunu kwe Katoro alikontemi naha ukaunganisha yoja mpaka Katoro. Lakini pia tunazo kilometa mia tatu na hamsini za kiwango cha moram hivi sasa ndiyo mwaarobaini ya barabara zetu zote zinazoiunganisha wilaya yetu ya Mbogwe, tunaenda kuzijenga kwa kiwango cha changarawe. Lakini pia tunayo makarabati kwa sababu hatuwezi kujenga bila makarabati. Tutaangalia ni maeneo gani ambayo ni korofi, ili tukajenge vizuri, tuweke makarabati. Tunayo makarabati mia mbili na hamsini kwenye ilani yetu ya 25:30 ambayo tutayajenga kwenye barabara zetu ambazo tutakuwa tunazitengeneza kwa hiyo barabara zote korofi, nafahamu barabara yetu ya Iyogelo kuja hapa mizunguko yote ambayo inaibeba wilaya ya Mbogwe zina changamoto nyingi. Kwa hiyo niwaahidi wahidi, mkinipa nafasi hii nitahakikisha naenda kuzikamilisha barabara hizo. Tupige makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tunazo kilomita mia tatu za kiwango cha gumbi, mabarabara yetu yanayokatiza kwenye mitaa yetu, na mimi niombe mwenyekiti wa kijiji pamoja na diwani muwaelimishe watu , lakini muwasimamie watu kuhakikisha wanaacha njia za mabarabara, kwa sababu huku baadaye kunakuja kuwa mjini. Mjini hoye, Ikungu Igazi oye! Kilometa hizi mia tatu zitatusaidia sana hizi barabara zetu ambazo ni mbovu. Chama chetu cha Mapinduzi inayo mengi, lakini lipo swala la maji Nafahamu na, na nimeelezwa na diwani hapa kwamba maji yalishachimbwa lakini hayajasambaa kwenye baadhi ya miji. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi tunavyo visima ishirini na tano ambavyo vinatakiwa vijengwe kila kijiji kila kitongoji ili wamama hawa tuweze kuwasaidia ili wasiwe na, na changamoto za maji. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia wana Ikunguigazi. Tuna, tunazo zahanati lakini tunacho kituo cha afya. Kituo hiki cha afya tunaenda kujenga maabara, na ilani yetu ya chama cha mapinduzi ya 25 30 imetupa kujenga maabara tano. Maabara hizi tano ikiwemo na Ikunguigazi, ujipigie makofi wa kina mama. Lakini pia kwenye ilani yetu hii ya 25 30 imeelekeza kituo chetu cha afya kilichoko hapa Ikunguigazi, tunaenda kujenga sieta, wa kinamama waende kujifungua kwa operation, kwa operation. Lakini dunia sasa hivi imeshabadilika, kwani hawapo kinamama wanaojifungua kwa njia ya operation ango mleo, lakini haya gojakakoleketango, ile ilani ya 25 30, tunaenda kujenga sasa sieta kwenye kituo chetu cha afya piga makofi kwenye ilani ya chama cha mapinduzi lakini pia nafahamu sisi ni wakulima, lakini pia ilani hii ya chama cha mapinduzi ishirini na tano thelathini ina mambo mengi sana, inahitaji kuja kuwafanyia wana Mbogwe. Kwa mimi cha kuwaomba, nimepewa nafasi hii na mwenyekiti, na mimi nafahamu tunatoka hapa naenda Ibambula na mwenyekiti, nafahamu anayo majukumu mengi ya kwenda kuwafanyia wana, wana Geita kwa mimi ni waombe jambo moja ile tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, Waswahili wanasema Oktoba. Esawasukuma twayomba mwezi kumi itarehe ishi na kenda tuje tukamchagulu Daktari Samia Suluhu Hasani, twende kumchagua mdogo wenu ndugu yenu mtoto wenu Fagasoni Aroni Masasi, lakini twende kumchagua kijana wenu ndugu yenu kaka yenu mdogo wenu diwani wetu Fausini Kapoli tukawape kula nyingi kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu una utofauti. Tume huru ya uchaguzi imeleta mambo fulani ambayo hayakuwepo muda wote. Kuna kula za, hapana, na za ndani, kusele, na hapana kula na kula za kwa kwao. Tusikae ndani tuseme ni sisi na neeganahpana hapana. Twende tupige kula tarehe ishirini na tisa ili tuwapate viongozi walio bora Wapate viongozi watakao kuletea maendeleo.